Haitoishia kwa uh, Simba peke yake amejadili, inaweza kwenda kwa timu nyingine, na hiyo iweze kuwasaidia watu waweze kuelewa mm. Um, kwenye timu yoyote ile, timu inapocheza ama timu inapotengenezwa, huwa ina kitu chakiita falsafa mm. Na falsafa inatengenezwa na misingi ya timu yenyewe, ndio kwa maana ya kwamba sisi tunaamua tutachezaje, e, aina yetu ya uchezaji takweli, lakini wanaoweza kwenda kuifanya falsafa ionekane ni wale ambao mnawapa dhamana ya kuwafanyia kazi, kwa maana ya wachezaji pamoja na walimu. Sasa e, ukiangalia kwa mfano Simba wao wanacheza mpira wa pasi fupifupi, entertainment football, wanacheza mpira wa kuburudisha, lakini mm kama pamoja unaweza achea kama tiktaka fulani aina fulani ya mpira wa pamoja, ili uweze kufanya huo uwezekano wa falsafa yako ionekane, unahitaji wachezaji ambao wana uwezo wa kufanya huko kitu. Ukiichukua uki, kwa mfano Simba inapokuwa na wachezaji ambao ni ball players, watu wachezaji ambao ukiwapa mpira wa kwanza wanajua wape, upeleke mm, ni wafundi, ni watundu, utaiona ile falsafa ya Simba inatimia ina, ndio maana utaona wanajiita eh, wana hata wakati alipokuwa kwa mfano yupo kuleta stota Chama Rali Bwalia au tunaokutajia hapa Louis Mikson au wachezaji wengine nyuma waliokuwa, wamepita ni wachezaji ambao first touch yao ilikuwa inakueleza kwamba ni ball players, wana uwezo wa kuchezea mpira. Na katika kucheza kwao, simba wakiwa kwa mfano na kushambulia, walikuwa wanawatumia hawa ball players wakitokea pembeni, wanaingia ndani, kwa maana ya katikati mm. kwa hiyo utamkuta chama akiwa anapokea mpira anapokea kama winga lakini anapoanza kwenda kushambulia anaingia ndani, anaongezeka kama vile kiungo na ndio sehemu kubwa ambapo ubora wa, kuna, wa Simba ulikuwa unatengenezwa sasa. Kwa mfano wachezaji walionao Simba sasa hivi ambao wamekuwa tunawataja hapa Jenshalea wa Eli Mpanzu Kibu Dennis, sio wachezaji wabaya, wana wachezaji wazuri, lakini aina yao ya kucheza ni direct runners, wachezaji ambao wanakimbia moja kwa moja sio technician kwa maana kama alivyokuwa kina Chama au kina Laribwari au kina Louis Mixon. Sasa kinachotokea watu wengi ambacho kinawavuruga ni kuona, kwa mfano, mzee kama Joshua Mutale akicheza pamoja na na na, na Morris eh, Abraham ni Abraham Morris, Abraham Morris, abraham. Eh, eh, eh, au akicheza eh, wakicheza hapo kwenye yule eneo katikati na Kante, wanaanza kuona kama vile timu inaweza kupata kutembea kwenye falsafa yao ndio ambayo kitu ambacho kinawafurahisha kwa hiyo kwa, ku, kwa kumwangalia matola alichokifanya nafikiri matola yeye amerudi tu kwenye falsafa ya simba anataka kitu gani ameenda kuchukua wachezaji kosa alichotengeneza ni kile ambacho kinacheza mpira wa simba ambavyo huwa wana, wanacheza hata ingekuwa kwa mfano yanga ingekuwa Namungo mm. kama wanacheza wao ni direct football wakiweka pembeni wanakimbia ukichukua wachezaji ambao ni ball players watashindwa kukimbia italazimika wachukue wasubirie wa-waonyeshe ufundi upige chenga mbili tatu ndio wakuonyeshe kitu gani ambacho wanaweza kukifanya mbele yake. Kwa hiyo inawawia ina, ina watu vigumu kuitofautisha Simba ile ya falsafa yake na Simba ya baadhi ya wachezaji ambao wanashindwa kutimiza falsafa kwa sababu hiyo tu moja. Lakini kwenye eneo jingine, kwa mfano la ambalo ndiyo lina kwenye sport science kwa sehemu kubwa, mm hawa -hmm, unaona wachezaji wamesafiri umbali mrefu, wametembea kwenye maeneo mengi, wamecheza wame mechi kwenye hali ya hewa tofauti. Ilikuwa sio rahisi kwenda kukuta kikosi kinaweza kucheza katika pesi ambayo kila wakati itakuwa inacheza. Umeona, sio sio simba pekee, timu nyingi ligi kuu, kiziangalia tangu ligi imeanza, na hasa za kushiriki michuano ya kimataifa. Waangalie Singida waliokwenda kucheza eh, Rwanda, wakarudi kwenye mchezo wa kimataifa, wakacheza michezo ya ligi, wana strago na wenyewe kucheza kwenye kasi ile ambayo walikuwa wanacheza nayo tangu mwanzoni. Waangalie young Africans, inawafanya wastrago, angalia Azam. Inafanya. Tena kwa, kwa mfano timu kama Azam imeonekana kuwa ina ubora mkubwa kwenye fitness pamoja na kucheza michezo kima ya kimataifa, bado wamekuwa kwenye pesi ya hali ya juu, wanakimbia kwa muda mwingi sana. Kwa hiyo ni ni, ni ni vitu ambavyo watu wanapaswa kuvijua kwamba kucheza kwa kasi unahitaji uwe fit na kama iu umeondolewa kwa sababu ya fatigue, hautopata hiko kitu. Watu wengi kwa mfano pamoja na, na na, na, na kina salama hapo walikuwa mm -hmm. wanajadili Eh, ni mawasiliano tani nimejadili kuhusiana na, na mwalimu Moroko alipocheza, alipo alivyoivusha alipo, alipo, alipo Simba kwenda kwenye hatua iliyofuata kimataifa. Mm. Ukichukua mchezo wa pili kwa Moroko ulikuwa ni mchezo mgumu kuliko mchezo wa kwanza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameenda kucheza kwenye umbali mrefu, hajapata mapumziko makubwa kwa sababu alipoona alicheza mchezo mmoja wa ligi, akaja akacheza na Gaborone. Gaborone ambao wao walisubiria moja kwa moja wakaja kucheza na Simba bila kucheza mchezo mwingine hapo katikati na kwa mantiki hiyo ilikuwa sio rahisi kwa mwalimu mpya kuingiza vitu vipya kwenye timu ambayo ameichukua ndani ya muda mfupi, na kwa sababu ilikuwa wana, waku, kwenye fatiki ya kusafiri umbali mrefu automatically yeah, ilikuwa inakutaka angalau uweze kucheza kwenye baadhi ya vipindi. Ndio maana Simba walikuwa wanawasubiri sana Gaborone, ingawa mm, ilikuwa ni hatari kwa sababu kama Gaborone angekuwa na wachezaji wakubwa wangeiua mechi hapo hapo, lakini up, bado unampongeza kwa kutunza kipindi cha usalama, alafu akaadhibu mm, ile kipindi ambacho tajika mm. Lakini kimsingi tofauti ni hiyo tu Musa, hakuna tofauti nyingine yoyote. <muchasana>